Watanganyika wamepigwa kiasi cha kutosha kiuchumi, kijamii. E, tusiendelee kuwapa stress, tuwacha. Kama ni zoezi la uchaguzi basi waingia kwenye zoezi la uchaguzi bila kutekwa, bila kupigwa, bila kufanya nini. Kwa hiyo nia yetu ya TLS ni, ku, eh, ni kuona namna bora ya chaguzi hizi kufanyika kutokana na kutokuonekana vijana wawili ambao walikamatwa, wanaosadikia kwa kwamba walikamatwa jana huko mkoani Arusha na mpaka sasa hawajulikani walipo. Wakili Bonifasi Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika, Tanganyika Law Society, amesimulia hali ambayo ilivyokuwa katika tukio la kuwakamata ama kuwachukua vijana hao, ni akina nani ambao waliwachukua. Bonifasi Anyisire Mwabukusi anaeleza katika ukurasa wake wa Facebook akisema wa Vijana wawili Josefu Mrindoko na Jackson Kabalo, wanaunda kundi la wachokonozi wamevamiwa na watu wenye silaha waliojitambulisha kuwa ni askari polisi, wakiwa nyumbani kwao maeneo ya Maji ya Chai wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, anasema kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo. Watu hao walikuja na gari aina ya Land Cruiser wakiwa wamevalia kiraia na wamebeba silaha za moto. Walipoingia ndani, waliwaweka vijana hao chini ya ulinzi, lakini walipoombwa ama kuambiwa watoe vitambulisho kuthibitisha kama wao ni polisi walikataa. Walifanya upekuzi kwenye nyumba hiyo bila kufuata utaratibu walipoambiwa waitwe mjumbe wa serikali ya mtaa ili awe shahidi walikataa, na kusema wasifundishwe kazi. Mwabukusi anasema kwamba katika upekuzi huo wamechukua vifaa mbalimbali, ikiwemo kamera la, kompyuta, microphones, tape recorder na nyaraka mbalimbali zilizokuwemo kisha kuwafunga pingu wachokonozi na kuondoka nao. Anasema majirani walipouliza wanawapeleka kituo gani cha polisi, watu hao hawakujibu bali waliondo, waliondoa gari kwa mwendo wa kasi. Ndugu wameendelea wameenda kituo cha polisi Maji ya Chai lakini hawajawakuta. Hadi sasa hajafahamika wamepelekwa kituo gani, lakini ndugu wanaendelea kufuatilia. Wakili Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS anasema hatua ambazo TLS imezifanya, anasema TLS imechukua kwa sasa hatua, imewasiliana na kiongozi wa mawakili kanda kaskazini, ndugu advocate David Shilatu, na nimemtaka kuwasiliana na chapter convener wa Arusha ili kuhakikisha haki inatendeka. Mwabukusi anasema kazi ya sanaa siyo uhalifu. Kukosoa kiongozi, kutompenda au kueleza mapungufu ya kiongozi au serikali siyo kosa na ni haki ya kikatiba. Wakili Mwabukusi anamaliza kwa kusema, ni rai yetu kwa jeshi la polisi kuhakikisha wanachukua hatua stahiki za kuhakikisha haki za kisheria na kikatiba za vijana hawa zinazingatiwa kikamilifu na kupunguza mwendelezo wa kuchafua sura ya nchi kwa vitendo vinavyokiuka sheria. BAK Mwabukusi president. Baada ya maoni yake hayo na kueleza kile ambacho kilitokea mpaka vijana hawa kuchukuliwa, baadhi ya wasomaji nao wameandika katika ukurasa huu wakichagiza maoni yao. Duke Alex anasema, mkitaka kuamini rejeeni kwenye hotuba ya Gwajima alichoongea, vikundi vya uhuni vipo vinavyolindwa na wanasiasa wenye nguvu. Lispa Ngongwa anasema oh, haya maoni siwezi kuyasoma mtazamaji. Folian Chazi anasema, neno la Mungu liliyaonaga haya kitambo sana Mithali ishirini na tisa asema wenye haki wakiwa na amri watu ufurahi bali mwovu atawalapo watu uugua. Levi kindikwa asema y yani, nawaambia Watanzania kwamba kuna lieko salama kama tutaendelea kulaani kwenye mitandao tu, bali hatua madhubuti kuchukuliwa, bila atua madhubuti kuchukuliwa tutaisha wote, utakuwa utamaduni, ukikosoa tayari unaswekwa aunasakwa na kuuawa tuamke kwa umoja wetu. Alexi Chakupewa anasema Watanzania tuache uoga ameeleza ah, maoni yake hayo. Hamisi Migeto anasema Watanzania zindukeni, wauaji, watekaji na watesi kwao mahakama na kuripoti polisi sio chochote, habari ya kukaa na kuanza kuwatafuta waliochukuliwa na kwenda kituo cha polisi, ili hali wachukuaji wachukuzi au kusema wanawapeleka wapi, ni kazi bure kujidanganya na kuendelea kupiga kelele zisizo na faida hata kidogo. Taarifa kwa umma ni muhimu, lakini kutegemea polisi au mahakama, nowadays, a not beacon of our. Huyu Johannes, John anasema ni hatari sana, wananchi tusiposimama kudai reforms tutaumia sana. Junior Stone Stanton Mwakalobo anasema moja kitu kinachomfanya mfarume aharibikiwe ni pamoja na kutopuuza vitu vidogo au vikubwa, kutovichukua na kuvifanyia kazi ili kuwaziba mdomo unaoongea. Ikifikia hatua kama hii, ni hatari sana kwa wale wanaowaamini na wakawa wanategeneza taswira mbaya kwa niaba yake. Nebukadneza aliona tu mkono unaandika ukutani na aliyekuwa anaandika alikuwa haonekani. Zakaria Mpompo anasema ninaamini sasa hivi ni vikundi vya uhalifu vinavyohusika na utekaji na uuaji, upotezaji watu. Hivi vikundi sio polisi, ila ni vikundi vilivyo chini ya viongozi walio na nguvu za kisiasa na watawala pia. Hivyo basi ni muhimu kabisa wananchi kuondokana na woga na kuchukua hatua za kujilinda kimtaa na kutengeneza vikundi vya ulinzi shirikishi dhidi ya wanaharamu hawa wanaotaka kushibisha matumbo yao. Naomi Magesa anasema imekuwa too much jamani, nawaza kama Marekani wangekuwa kama hapa, jinsi Trump wanavyokosolewa sijui ingekuwaje. Rukasi Mtarubukwa anasema ambacho sijaelewa ni hivi, ni kweli serikali imeamua kuchukua hatua kwa stahili hii au

na mengine utasikia. Basi tujiwekee mkono yetu kwa Mungu, hapa hatuna msaada. Innocent Pechigu anasema shetani limeshika hatamu, shetani alishibidamu. Aliwahi kuandika Dr. Christopher Siliro, na nukuu isiyo rasmi, visasi ni miongoni mwa vitu vinavyosababisha vita. Madebeli tegemea wasema, TLS tunawategemea. Chuya Gai anasema na hamini, mkosoaji anamfanya mtawala awe na akili au kumkumbusha majukumu, na nini maana ya demokrasia? Kiukweli haya mambo yanaumiza, lakini mwisho wake waja, tuendelee kula mtori nyama, tutazikuta chini. Kozi chenye mawanzo kina mwisho pia. Viva, wachokonozi viva, luta continue. Asumuisi Junior anasema Bonifasi Mwabukusi siueleze uwele, haki ilivyopinde. Mtu anakuja na kusema yeye ni polisi, kwamba nini mwananchi afanye? Maswali gani aulize ili kujua kama huyo mtu ni polisi kweli? Hatua gani zifuatwe naje? Kama hata fuata huyo anajiita polisi, wananchi wanaweza fuata hatua gani? Suzi Omar anasema hii too much. Lakini kama waliweza kumuua ah, eh. Mary Edward anasema ila wananchi na sisi, lo mtu anabebwa na mnajua kabisa ni kinyume na utaratibu, mnaoangalia tu Jose hao ndugu, kwani wasingepiga hata mwano? Maana mtu akija na silaha sio kwamba ni polisi. Ifike mahala wa Tanzania wapunguze uoga. Lusajo Mwanyololosia anasema sifa za wahuni hizo hapo. Simon Musa anasema hawa watekaji mbona imekuwa too much? ise da hii nchi bana inakuelekea ni pabaya kiukweli. Martha Mponzi anasema e ee, Mungu wangu, naomba uwalinde watoto wako. Wewe ndiye mlinzi wetu mkuu, bila wewe Mungu, sisi wanadamu hatuwezi lolote. Uwalinde watoto wako kama ulivyo mlinda Danieli Joshua Msechu anasema he, na wachokonozi wamechukuliwa sasa tutaishije? William Joseph anasema Watanzania wote ni wajinga sana, sasa kilicho baki ni, ni ah, shikeni. Alois Afrey anasema inauma sana kuona Tanzania yangu inakuwa na matendo ya namna hii. Corin Macard anasema hela za nchi hey. Mjukuu wa Magufuli anasema inauma sana. Flora Rafaeli Mwanjonde sema afu waje waseme wamejiteka wenyewe. Lea anasema ila hii nchi kaka. Abdul anasema duh majirani. King anasema da, nimetumia nimetumia sana. Isaac Mwabukusi anasema ila hii nchi hii tupengigwe nsajigwe. anasema Mungu, tulinde tulindie waja wako. awash kai awash anasema inatisha sana. Martin Ruwagana anasema sawa kaka mkubwa. Pablo Waiman Mungu, asimamie asimamie ishara. Everesti, Mbunda asema mm, mm, mm. Mary Xavier anasema du, jamani. dada mkubwa anasema hivi, advocate Mwabukusi, huna mamlaka ya kuitisha maandamano nchi nzima hii. Hali ya kutekwa na kuuawa Watanganyika ni mpaka lini? Mimi mwenyewe niko kwenye target ya kutekwa na kuchi na kuchinjwa, maana kuna mtu ameshaweka comments tatu hivyo kuliply comments zangu na kwenye post zangu. Edward Wilson anasema tukio la kuvamiwa kwa vijana Joseph Mlindoka na Jackson Kabola wa kundi la wachokonozi ni la kusikitisha na la kulaaniwa kwa nguvu zote. Vitendo vya kutumia nguvu kinyume cha sheria, ukiukwaji wa haki za binadamu na kuvunja taratibu za kisheria kwa kisingizio cha usalama haviwezi kuvumilika katika nchi inayojidai kuheshimu misingi ya utawala wa sheria. Kukamatwa kwa watu bila hati halali, bila ameeleza hapa huyo Edward, bila utambulisho rasmi na askari, na bila kufuata taratibu za kisheria ni ishara ya kurudi kwenye enzi za hofu na uonevu. Hili ni tishio kwa uhuru wa kujieleza, sanaa na haki za kiraia. Tunatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kuachia vijana hawa endapo hawajafikishwa mahakamani na kuwachukulia hatua wale wote walioshiriki sh... na ukiukwaji huu wa sheria. Anasema, kukosoa mamlaka sio uhalifu, ni wajibu wa kila raia anayeipenda nchi yake. Serikali inayohofia maoni ya wasanii au vijana wake ni dhaifu. Tunataka Tanzania ya haki, siyo ya vitisho. Maoni ni mengi mtazamaji, ni mengi kweli kweli. Tafadhali endelea kuungana nami hapo ulipo, na tuendelee kujuzana taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea katika nchi yetu, lakini pia nje ya nchi yetu. Karibu nawe kwa maoni yako. <tune>